Maisha yetu kwa sasa hivi tunaishi kwa wasiwasi na kusikitika na kusononeka kwa sababu ndugu yetu haonekani, takriban sasa siku saba, tunashindwa kuelewa yuko wapi. Lakini kwa imani tuliyo nayo tunaamini ndugu yetu yuko hai, na hivyo tunaomba Dokta Mama Samia Hassan Suluhu atusaidie na vyombo vya serikali viongeze juhudi ya kuendelea kumtafuta ndugu yetu ili apatikane. Yaani kwa kweli hatutamani kuona jambo lingine likimtokea ndugu yetu. Kama familia tunarudi tena, tulileta jambo hili katika serikali. Tunaomba Dr. Samia Hassan Suluhu, tunaomba mama yetu, wewe ni mama mzazi.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 Mungu wetu ni Mungu mwenye haki, Mungu ambaye hatamani kuona watoto wake wakiharibiwa au kuuawa pasipokuwa na sababu. Hivyo hili likawe ni jukumu moja wapo, sisi kama taifa, sisi kama taifa tuendelee kukemea masuala haya ya utekaji, masuala haya ya utekaji. Kwa mfano, kama ndugu yangu hapa Daniel Chonchorio ameacha mke na watoto anao wadogo wanaomtegemea. Alikuwa ni mfanyabiashara mkubwa, alikuwa ni mwanasiasa ambaye serikali ingepiga kelele kwa ajili ya kumtafuta. Na hivyo sasa tunaomba, Chonchori sio mtu wa kawaida, ni mfanya biashara mkubwa. Tumeendelea kusikia mambo mengi katika vyombo vya habari vinavyotufanya tuwe na sintofahamu. Lakini tunachowasihi Mama Samia Hassan Suluhu mama yetu, ninarudi tena kwako. Ndugu yetu Daniel Chonchorio ni muhimu, ni wa muhimu sana katika familia. Ni nguzo ya familia. Tunaomba ndugu yetu arudi ili aje kuihudumia familia yake. Ana watoto wanaosoma. Ana biashara yake aliyokuwa anaifanya. Daniel Chonchori amekuwa ni mtu wa watu. Hata katika vyombo vya habari, katika mitandao, tumeendelea kuona namna ambavyo watu wanamlilia Daniel. Wapo yatima ambao amekuwa akiwasaidia, wapo wazee, wapo wanawake wajane, ambao Daniel ameendelea kugusa maisha yao. Hivyo Daniel amekuwa msaada katika jamii. Hatujawahi kusikia ugomvi wowote kati ya Daniel Chonchorio na mtu yeyote yule, na ndo maana tunaendelea kushuhudia kwamba wema wake unaendelea kupaza sauti katika vyombo vya habari, kila mmoja anamwelezea. Watu wa Tarime wanasikitika na wanatamani kujua kwamba ndugu huyu Daniel Chonchorio yuko wapi, maana hata katika kuchaguliwa katika kuwa mjumbe mkuu katika taifa watu walionyesha nia ya kumpenda na kutamani kwamba angeweza pia kuchukua na kugombea ubunge, lakini sasa wanaendelea kusikitika na wengine wanatamani, wanajiuliza maswali lakini hawayapati, ila tunaamini kwa sababu serikali yetu ipo na ipo kazini, Mungu ataendelea kufungua njia, Daniel atapatikana, ndiyo imani yetu kama familia. Ni mwanachama wa CCM, ni mjumbe Mkutano Mkuu Taifa. Watu wa Tarime wamekuwa wakiguswa sana na michango yao, sio watu wa Tarime tu, hata makanisa, misikiti. Ukiangalia, Chonchorio amekuwa ni mtu ambaye sio mbinafsi, amekuwa akishika jamii, yatima, kuna watoto wengine hata wanasomeshwa kwa ajili ya fedha zake anazojitahidi kuzitafuta, kwa sababu Mungu wetu ni Mungu anayetawala, ni Mungu anayeona. Na hata hao watekaji wajue kwamba Mungu anawaona, wajihoji wajiulize, wamrudishe ndugu yetu aje kuihudumia familia yake. Sisi kama sisi ndugu, unajua katika familia anaweza akawepo nguzo ya familia. Daniel Chonchorio ni nguzo ya familia, tumekuwa tukimtegemea. Tunaomba mama yetu utusaidie, tumerudi tena kwenu mara nyingine ili Muendelee kuongeza kasi ndugu yetu apatikane. Ndugu yetu apatikane. Na Mungu wetu akaendelee kulibariki taifa letu la Tanzania. Watanzania tunapenda amani. Watanzania hatutamani kuona nchi yetu ikiingia katika machafuko.